Naam, ndugu mpenzi mtazamaji, bado tupo na dada yetu Shonda. Huyu kama nilivyokueleza ni mwigizaji kabla. Hawa waigizaji wengi ambao unawaona saizi YouTube wanafanya poa, of course, wanafanya vizuri sana lakini walikuwepo waliochonga barabara, mmojawapo ni huyu dada yetu, anaitwa Shonda. Amefanya vitu vingi kwenye sanaa na ghafla aliamua kuacha sana, na anasema mpaka saa hizi yeye mwenyewe hajui ni nini japo mwanzoni alitajia bwana kuchanganya mahusiano na, na kazi na amegoma kufunguka. Sasa ile tunamwachia yeye, ni privacy yake binafsi, ni siri binafsi, hatuwezi kuingia zaidi kwenye maisha yake. Lakini Dashonda, na kitu ambacho natamani nikifahamu kutoka kwako, hivi Dashonda, kazaliwa wapi? <laughs> mi nimezaliwa Mwanza. S yes. Okay. koo ni asili yako kabisa ni Mwanza, naweza kusema hivyo, kwa sababu ubabani ni ukuriani mm -hmm. na umamani ni usukumani okay. Ila ni kwa asilimia kubwa toka nika mdogo, nimelelewa upande wa mama mama tukapata. okay. yeah. kahistoria yako kidogo, uh, labda um, tangu umezaliwa, kama tulifanikiwa kusoma kidogo, tulisoma mpaka wapi, na imekuwa hajelewa hii, tupo Dar es Salaam hapa mi chekechea uh, tuseme nini? No, vidudu kama vidudu. Yes, pre unit. Aha, okay. Yes, nimesoma pale Mwanza Igoma, and then tukahamishwa tukapelekwa Kenya, yes na mamangu mkubwa, yeye ndio alikuwa anajiweza sana s yes, kwa wakati huo ndo akatupeleka kule Kaanza tena priunit kaja nasari kaja standard one mpaka standard five. Baadaye kufariki ndo tukahamishwa Tanzania, saka msimamizi akawa hayupo. Yes, fika Tanzania, nikaendelea kusoma darasa la, la tano la sita mpaka la saba, ambapo ni Mwanza nasaba form one mpaka form two naoneka ishi hapo y yeah. Kwa nini tuishie form two pale? Ah. <laughs> ni historia ndefu sana. Ise natubania da Shonda ilikuwaje? Kwa nini uliacha form 2? Ni kwa sababu, yani sisi tumezaliwa wanne unaona, mimi ndo mkubwa na wadogo zangu watatu, ambao kwa asilimia kubwa walikuwa na wanatazama mimi, ambaye ndo mama yao ndo baba yao kwa kila kitu unaona. Baada ya kumaliza darasa la saba, maisha yakawa magumu sana nyumbani, unaona. Sabuni ujitegemee wewe, madaftari ujitegemee wewe, yani kwa kila kitu, unaona ukawafanye vibarua upate hela ufanyeje, ili tu wadogo zako wapate wa chochote kitu s. Yes. kwa kipindi hicho tukuwa naishi na bibi. Yes. baada ya mama mkubwa kufariki na, na mama, unaona baada ya kumaliza darasa la saba nikasema, nikafikiria sana, maisha gani haya, kwa ikanibidi tu niolewe nivyomaliza darasa la saba Yes, nikaolewa huku nasoma. Wow. Mm, alikubali kunisomesha kusema kweli. nilivyomaliza darasa la saba, matokeo katoka nimefaulu. Unaona, nikaolewa unaona, anachoniachia nyumbani nawakimbiza dogo zangu unaona, na ile mahali nilotolewa ndo pesa ambayo ilinanili ilinunuliwa kiwanja cha wadogo zangu na nani wale wa kiume ambao ndo wadogo zaidi, unaona, cha kuja kuwa nani hapo baadaye. Ya maisha yamesonga hivyo hivyo, nikawa nasaidia wadogo zangu hivyo, yani mpaka amefika la sita, la saba. Baada mimi kufika form two, ndo nikawa nishapata ujauzito s yes. Ikabidi ni stop shule kutokana na nani na hali ya ujauzito, ikabidi nibaki nyumbani sasa, unaona nalea mimba kwa sikuweza tena kuendelea na shule, ndio ndoto zangu zikazima hapo. Yes, shule uliokuwa ukisoma, walikuwa wanafahamu kwamba wewe unaishi na mtu au ilikuwa ni siri? Ilikuwa ni siri, walikuwa hawajui, yeah. na nani alikuozesha? Kwa sababu darasa saba, bado mdogo, na mtu anakuja kukuoa. Nani alikuozesha? Yani, mitoka nikiwa nilivyohamia Tanzania Yes, nilikuwa na itikadi flani kuona ilikuwa hakuna ka wanaume wengi sana ka no na, nakata lakini kutokana mazingira pare nyumbani kuh, aitokea baba mmoja hivi ni Msukuma ni, ni, ni mfugaji ngombe, wangombe yes. Anajiweza sana hiyo. Akaja pale nyumbani, mimi nilikuwa bado ninasoma unaona alivyokuja kutambulisha nyumbani, kwa kila wiki alikuwa anaita nanipe saa matumizi elfu ishirini, elfu thelathini unaona Jumamosi, ananilia nan, anakuja yes. Jumamosi ananiletea zawadi mafuta nini nini unaona na, na ananipa kiasi kidogo cha mimi ku, kuona nilii wadogo zangu unaona, lakini ha, ha, alikuwa anataka kimwili ila mimi nikamwambia, kwa kweli unanipenda nivumilie mpaka nimalize shule yes baada ya kumaliza darasa la saba yani nyendo zake tu nikaa sizielewe si yani mtu ambaye ni, ni, ni maraa sana unaona. Kwa hiyo nikasema mimi yapa, hapa hapa tu nifuata kama nikija kwa naye nitateseka sana unaona, hata kama ana uwezo ni wa kwake yeye, mimi hauniusu unaona, yes. Kwa hiyo nilivyomaliza ni, darasa saba nikawa nasoma na ni pre form 1 yes. napotoka pale nyumbani na naposomea pre form 1 ni mbali, ni kutoka Igoma mpaka Nyakato yes, kwa lazima nipande daladala dala. Yes, kwa nikipanda daladala ndo naenda saa ndo nikaja kukutana na huyo huyo mwanaume unaona. Baada ya kukutana naye akani approach, lakini mimi sikuwa na nilii afu mbaya zaidi sasa, <laughs> siku anakuja kutafuta maeneo pale aliponichukulia. Baada ya siku mbili al, al, alirudi, unaona eh, alivorudi akaulizia, bwana mtafuta binti fulani uko hivi na hivi na hivi, unaona hasa. Ule mtu alienda kumulizia ni rafiki yake ambaye umesoma naye ambaye mimi ni kakaangu. <laughs> unaona <laughs> nakawambia, wewe unamtafuta dadangu mimi, hivyo una akili kweli? Dadangu wa nini kwanza, na dadangu mmejua naje? Unaona kaambia, amna sio hivyo, unaona, kama ni dadako, mimi naomba niwe shemeji yako, nimetokea sana kumpenda na adabu anaheshima hivyo, unaona. Kwa mimi naomba niwe shemeji yako, uje kama anasoma na nini, nini? una vitu kama hivyo kaka nani la mchimba mkwana rafiki yake, unaona asa vikaka yangu ni mtu wa tamaa sana, pombe, bangi nini. Akaambia, sasa sikiliza, unaona kumpata ni rahisi, si ndo kaka? Mtu basi njoo siku fulani, afu mimi nitakuwa nani, nitakuconnect. Ehe, unaona, baada ya siku tatu zikapita, usiku tukasikia tu gari imekuja paka ndani, kaka kagonga mlango, wewe sister, sister, amka mwanangu, njoo na surprise yao, anambia kaka nini. Basi tumelala unaona, kwa muda saa sita za usiku, unaona kabidi niamke nikatoka nje, nilipotoka nje nikamkuta yule kaka yule. Yupo naye. Asa, nikashangaa, yule kapajuaje hapa? Na umejua na vipi na, na <laughs> yule kaka yangu, unaona. Yule kaka kabidi tufanyaje? Anza kucheka, unaona, yupo kucheka, nikamuuliza we, umepajuaje hapa? Aha, mimi si usiri kwa sababu nilimpiga mkwara. Nikamwambia usinizue, sitaki mazoea na wewe unaona no, nachohitaji nini ni kutimiza ndoto zangu, unaona no. Kwa hiyo akawa ananiogopa fulani hivi, ila kaka akawa kanikazia, oya, tulia, basi, unaona no. Kaka anakukazia, leo, <laughs> ili uolewe no, na mwamba, ili niwe na mwamba, unaona hapo, kisha kunywa analiza pombe zake nakaisha lewa afu kaisha vuta bangi zake waaamaaabasiuish tuongeeimamkwa jamaama nikamwona kabisa kakata tamaa. No, sio mwanamke wa type yako unaona Wasazia, ni mkubwa, mi bado mdogo, unaona alikuwa yani, na miaka yani, kipindi tumeona akanazidi miaka ishirini no, no, yeah, kama sio ishirini, kumi na nane kitu kama hicho, unaona <laughs> unaona akawasha ah, gari lake akaondoka zake, ila hakukata tamaa unaona, lakini ikaja kutokea jambo fulani hivi nyumbani, unaona. Ndio siku ambayo nilimtafuta yule jamaa kwa ule jamaa, kwa sababu alikuwa tayari kishakata tamaa, unaona nimpigia simu, haya, ikifika mida a usiku saa tatu hivi usiku, njoo nije, nasema sawa. Na kweli nilikuwa nimeshaandaa dogo zangu pale, bwana, mimi nishawaga ndo kutafuta maisha ya safari, kwa hiyo hivi na hivi, sielewa sasa basi sawa, ila sisi kwa nyumbani tutafaje? Tutateseka. kaambia hata msijali, unaona kwa hiyo fika aa sa, saa tatu kweli, yule jamaa akapita na gari yake mvu, akapiga honi, kajua tu ndo yeye unaona, nikabeba nguo zangu nikakimbia mpaka barabarani, nikapanda gari fyu, nikaondoka zangu kiafomtua ndo nimemaliza darasa la saba. No, ah, no, baada ya kunchukua pale, baada ya kunchukua pale. Vipi, safi mzima mzima bwana, nguo kulikoni? Nikamwambia, ah, mi kusema kweli maisha nyumbani yame yamenishinda. Unaona, liwalo nali naliwe, unaona sasa mwenyewe akafikiria aka mara mbili mbili, natorosha mwanafunzi afu mtu mwenyewe nikimwache vivyo atanidharau, inakuwaje? Yes mwanaume bwana, akakaza hivyo kaza, kaenda mpaka nyumbani kwake. Nilipokelewa vizuri, alikuwa anaishi yeye na mwanae na msichana wake wa kazi. No, nilipokelewa tu vizuri nilipofika nika tulikuwa maji ya kuoga nikaoga, nikawekewa chakula nikala. Sapo nikaanza kuwaza, Mungu wangu, nafanyaje hapa? Sijui a hey, wala b sijui, maisha ya ndoa sijui, kuishi na mwanaume sijawai kushiriki na mwanaume hata siku moja, natetemeka eh. Alipovua nguo hivi bonge moja, nikawambia <laughs> hapo nasali nasema, Mungu wangu, naomba tu nanilibaba sija kajigusa wee iwafika usiku wa manane sasa, sasa tatusa hivi zaelo kamshinda, unaona akaanza kunipapasa mimi, it me sitaki, ikalebe tu, nifayeje? Nijiache, nimesha nili nimeshataka mwenyewe ehe. Eh, unaona, basi bwana, ikabidi niache tu. Sasa nitafanyaje? siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Kumbe bwana, kule nyumbani wadogo zangu, ndugu zangu wamekung'uta, wamepigwa vibaya mno wanaulizwa mtu fulani yuko wapi, nyi mnajua alipo, sijui ni nini. Akaanza kupeleza chini kwa chini, wakajua nilipo, unaona. Mara asubuhi kaka anagonga mlango, nakuja kufungua hivyo mlango, nakutana na mjomba mdogo wangu. Aya, tunakuomba utoke nje haraka tuondoke naye. Nikasema huu ni msalau, nikitoka tu nje hapa, nikifikisha nyumbani napigwa vibaya mno, unaona. Hapa nafanyaje? Kakataa kutoka, unaona kwa jamaa akatoka, akaita wazee pale wakaongea, akaongea, wakayamaliza. Mjomba amekaza vibaya mno, unaona. Wakaongea wao kama wao, wakawa wameamaliza, kakapangiana siku wakwenda nyumbani kwetu ili afanye, afuate taratibu zote wayamalize. Baada ya hapo sasa, maisha ndo akasonga mpaka tukaelekea kuachana. Sasa kwa nini mwachane na Unasema, jamaa alikubali kukusomesha Form 2 kabeba ujauzito, na kwa maana hiyo mlishapata mtoto yeah. Okay. mna watoto wangapi? Mm. <laughs> E, na jamaa wawili. Kwa nini mliachana? Kwa sababu ndo tayari familia imeshaanza na umeshakubali kuolewa naye kipindi chote. Chochote, kwa nini sasa watoto wawili mnakuja kuachana eh? Dashonda afaaah na um, tattoo zipo mkononi. Hapa utaonyeshe kidogo. Kuna moja iko hapa imeandikwa ni Johnson. Jonathan, yes. Eh eh. Alafu hapa tuna Jerison. Hawa ndio watoto wako? Yeah. Wote wawili. Inaonyesha wana maana kubwa sana kwenye maisha yako, ndio maana mpaka umewaweka hapo. Vibaya sana. Okay. Yeah. Wako wapi? Ah, wamena likizo kwa mama. Upo nao wewe? Asiponao e, kwa sasa hivi. Na kama wako likizo, unaishi nao wewe au wako upande wa babao? Wako upande wa babao. Aha, babao. Okay. Yes. Kwa baba yao, mlipoachana wewe na yeye hakutaka, yeah. kubaki yani hakutaka watoto wake uondoke nao, mm. Alikuwa anataka lakini niliochukua kwa sababu alikuwa bado wadogo. Okay. s Yes. Lakini kiendelea kuona tatu zako hapa, kuna nyingine hii hapa ambayo ni RIP mom and dad. Uh, pole sana. Moja kati ya kidonda kikubwa ni kupoteza hawa watu wote wawili. So, ulipoteza baba na mama, hiyo ni kipindi gani? Mimi nampoteza mama nilikuwa mdogo sana, nilikuwa kama kati ya miaka mitano sita hivi Yes na baba toka hey, nimekuwa mi baba nilikuwa simjui, nilikariisha toka mimi babangu ni kishafariki, unaona. Yes, na nikakuwa pia nikijua kwamba baba kishafariki, lakini nikiwa mkubwa na tayari nishapata mtoto, kipindi hicho nakaa Kinyerezi Unaona, ndo bado niko mgeni mgeni daa mi nimekuja, nilekuja elfu mbili na kumi ya elfu mbili na kumi Kwa hiyo nilikuwa katika harakati zangu tu, maa simu yangu ikaita, nikapokea. Baada ya kupokea, halo, ee, habari nzuri, shikamoo. Mara kwa sababu anili sauti ilikuwa s yes. Mzima mzima, naongea nani? Mi babako. Babangu kivipi? Kaanza kuniambia amna, mi ni baba yako. Nikaambia we, mzee usintanie, yaani kama umekosa mtu wa kukuita baba basi hapo umeakanyaga, sio mimi. Alivyoanza kukaza kazana vile, nikamtukana mtusi, ujue naweza kuwa na, na mtoto kama mimi, akiamungu mungu tena Unaweza kuwa na mtoto kama mimi. Kama umekosea njia nitukana ni matusi mpaka mwenyewe ni akasema una haki ya kutukana hivyo, lakini mimi sitakurudishia. Unaona? Ila tu mpigie bibi yako simu muulize vizuri. Akaambia wewe chizi nini? Mimi bangu nimeshagazika sijui. Unaona? Kwanza umetokea wapi? Unaona? Afu mbali na hivyo toka sisi tuko wadogo mpaka tumekuwa hivi tumejitambua, kulikuwa wapi? Afu, nakuja na na aau a kujitokeza huko bwani, sisi tushajitambua. Unaona kivipi yani? Sikujui, unaona, kwa alipoa hakupanika. Unaona, anasema una haki ya kuongea yote, ila mpigie bibi yako simu. Nikakata, nikampigia bibi nikampigia bibi, nikamuuliza hivyo, alinipigia simu ni nani? Unamjua? akasema ndio namjua ni, na vile vile. Nikamwambia, toka tuko wadogo baba yako, nikamtukana na kwanza kuomba msamaha pale unaona tusamee, sijui ni nini au shaga pita, kamenda kamerudi, we kunjwa tu kunjwa tu moyo. Unaona, huyo ndo baba yangu kaja kuwatafuta, kaambia wewe, mi nitabaki na msomi wangu ule ule. Unaona, unajua uleule. Unaona, najua baba yangu shagazika. Unaona, kwao siwezi kuwa na baba mwingine. Unaona, kwao msitafute msifanyaji. Unaona, kwao ikawa hivo. Unaona, baada ya siku kadhaa bibi si akanipiga simu akaniambia, nani, tutakutumia nauli uje nyumbani. Unaona, akanitumia nauli, ikabidi niende. Kimona mtu mzima kakupiga ka magoti, afu anaomba msamaha kwa yote, yani anajutia. Kumbe kulikuwa na ugomvi wao kwa wao. yani, wao, ku, ku, wao wao. Kwaona sisi watoto wakawa wametujumuisha. Sasa unaona, sasa mimi nikauliza, kwa hiyo makosa yenu nyinyi mnakuja kunanili kutuweka na sisi watoto vinahusiana nini? Labda hamuone kama nanili yani, vinatuathiri sisi hivi hivi. Hamkumbuki maisha mimi niliyoishi mpaka nika, nikaacha shule kwa ajili wadogo zangu? Je, baba angekuwepo toka hapo awali, mimi ningepitia haya yote unaona? Nyanyuka tu kwanza, kwenye sikuweza kuwasikiliza, ila kwa kuwa dogo zangu wao yani wameelewa kabisa, mama wanaitaga yani, mi mama, unaona mama liohika nanilihivi afu toka wako wadogo wananijua mimi, kalamu daftari, nguo, sijui nini, yani kila kitu ni mimi. Kakaa wameumia, kesi fulani hivi, nao pia waliongea kwao, unaona <laughs> Lakini mwisho wa siku nilisamehe nah, nah. Yes. Nilivyosamehe, haikuchukua hata muda, hata miezi miwili hakuna, nili akawa amefariki isi. Yes. Pole sana Kwa lugha nyepesi, hujafaidi kabisa mapenzi ya baba. Yeye yani anataka kujua, si ajui. Na ndio maana baba. Ah. Nah, um, uzuri ni kwamba tayari uh, baba alishaomba radhi na wewe mwenyewe ulishamsamehe. uh, nikupongeze kwa hilo na kubwa zaidi ni kuendelea kumwombea kwa sababu hayuko tena duniani na mpaka umemweka kwenye tatu, uh, RIP, mom and dad. Tayari ana nafasi kubwa sana kwenye maisha yako, so mimi binafsi nikupe pole, lakini pia niwape pole wadogo zako. Hongera kwa kuwa unaendelea kupambana na usivunjike moyo Siweke kinyongo kwa wanaume, na yawezekana uliondoka kwenye ndoa yako kwa sababu bado una chuki na wanaume. Futa hicho dadangu, maisha lazima yaendelee. Unasema uwezi kusahau, lakini unapohisi kusamee, samee na maisha mengine yaendelee. Saa kusamee, lakini ile hali yani lhaa sisi tumeambiwa kitu fulani hivi saa tuna uvumilivu tuna huruma fulani hivi lakini ukifanyiwa kitu fulani hivi na, na kiumbe kinachoitwa mwanaume lazima ile nanilia ya nyuma inakurudia, unaona? Kwa chuki na kwa bado ipo ndani ya moyo, unaona? Kwa kufutika kwa haraka sidhani. Ina maana wanawake huwa mtoi misamaha moja kwa moja? Ah, sio kweli, labda kwa wengine. Mimi ah, pole sana Dashonda, naweza nikakuelewa kulingana na yaliyojitokeza na ulioyapitia, kutomwona baba kabisa ukiaminishwa amefariki, anakuja kukutana nawe tayari ushakuwa mtu mzima na ushakuwa na watoto wawili, alafu baada ya kukomba radhi naye anafariki. Lazima nafahamu nna maswali mengi kwamba kwa nini alirudi sasa alafu ameshaondoka, na ukiangalia hujafaidi upendo wake. So naweza nikakuelewa, lakini haimaanishi kwamba tunaweza tukamtwika makosa yote baba. Kama unavyosema walikuwa na ugomvi wao na mama hatujui ulikuwa ni ugomvi wa namna gani, ni sawa. Lakini swali langu yani, toka kipindi hicho alikuwa hapa, sisi sina watoto wake, sini damu yake, kwa nini hakuja kutuweka sisi wazi kwamba bwana, mimi nipo, unaona, mi ndo baba yenu? Yani hata kama walikuwa na chuki zao binafsi, unaona, wasinge, yani, wasinge tuingiza na sisi, angejitokeza tu, tungejua ni jinsi gani ya kuweza kuishi naye sisi mimi kama mimi nalea watoto wangu mwenyewe, ila sijawahi kuambia kabisa kwamba hivi babaenu kuna moja mbili tatu, no, nina chuki naye. Ila wakihitaji kuongea naye nampigia simu na wapo wanaongea naye vizuri tu, unaona, kuliko ile kumpandikiza mtoto chuki amchukie baba yake kama tu na, yani kama ile tulipandikizwa sisi, unaona, na ndio maana mpaka sasa hivi bado tuna vinyongo. Sasa tumesamea, lakini mimi kwa upande wangu, yani hata siku ya msibaki nilipopigiwa simu hata ile chozi halikutoka yani, yani mpaka ni, ni, nilivyoenda nilikuta tale ushazika, unaona yani, hata ile ya chozi haki ya Mungu halikuweza kutoka, ingani nilisamea, lakini tofauti na watu wengine, unaona, kwa watu wengine yani hata kama msiba umenigusa na mtu fulani ni lazima choze nitoke, unaona. Lakini kwenye msiba wangu nililia, yani nililia na afu ndo mama nimjua tu na bahati mbaya nzuri atujalewa sana mama yetu, unaona, yani hata ile kumjua jua sana kivile. Wadogo zangu ndo hawamjui vizuri, ehe, unaona, hata ile taswira tu yani zaidi kwenye picha. At least mimi nilikuwa nikimuona hivi, unaona, nakanaye unaona kwa muda ingawa ni kwa muda mchache, lakini taswira yake ninayo tofauti na wadogo zangu, unaona yeah. La, kweli na inauma kweli. Pole sana asante. <laughs> yameisha sasa, lakini hiyo, e, ilikuwa ni zamani. Sikulazimishi, na najua kadri unavyozidi kwenda utazidi kuelewa hiki kama ulisamee kubali kuachilia kwa sababu hii itaendelea kukutesa hata wewe pia. Inshallah, amina tuseme amina, amina na Roho wa Mungu anijaze. Nadhani na tuna mengi ya kujifunza juu ya kisa hiki cha dada Shonder na, ameweka wazi kwamba chuki ambazo tunazitengeneza kwa watoto wetu yawezekana unazichukulia za kawaida, lakini zinaenda mbali sana. Umepandikiza chuki kwa mtoto kwamba baba yako kwa amefariki, kumbe baba bado yuko hai. Sidhani kama walitendewa haki sana kama anavyozungumza yeye. Inawezekana kuna baba ambaye anachukiwa na watoto kama ilivyo kwa kina Shonda kwa sababu tu ya uh, alichoambiwa na mama, lakini pia sisi wanaume hatuwezi jua mama yake Shonda alifanyiwa nini hasa mpaka akaweka chuki hiyo kwa baba yao. So kwa maoni na ushauri, naomba niweke chini hapo. Lakini da Shonda ni mtu ambaye alikuwa anafanya sanaa, saizi amesitisha, anaendelea na maisha yake na biashara yake. kama kuna namna yoyote ambayo unahisi uh, unaweza kumunga mkono kwenye maisha yake lakini ni mtu ambaye ana maisha yake na maisha anaendelea. Uh, tips mara moja moja si mbaya, wanasema kila mtu anahitaji mtu ambaye anaweza kampa ujasiri na kujiamini zaidi mpaka muda na wakati mwingine. Hatua TV tuko nawe sambamba popote pale ulipotupigia kupitia namba na zinazopita hapo chini, tutakutanisha na Dashonda. Lakini pia uh, kwa support na maoni mengine tunapatikana Instagram pamoja na Facebook page yetu kwa jina hilo hilo la Hatua TV.